Hello watu wa Mungu, karibuni hapa RFK TV Online. Naitwa Madam Glory Basuta, karibuni katika kipindi changu cha sauti ya Faraja ambacho kinakuwa hewani kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa nane kamili mchana. Watu wa Mungu, leo nimekuja na somo linalosema usiogope. Mara nyingi sana tumekuwa tukiogopa kufanya mambo mbalimbali kutokana na kuhofia vitu vingi ambavyo vitaweza kutokea baada ya kufanya jambo hilo. Sasa mtu wa Mungu, ngoja nianze kwanza na kuelezea stori yangu. Mimi hapo awali nilikuwa ni mwoga sana, kila mara nilikuwa naogopa kufanya vitu. Kikubwa ambacho nilikuwa nakiogopa, nilikuwa naogopa kwanza kuendesha gari. Hebu fikiria mtu ambaye ametoa pesa yake mwenyewe kununua gari na ametoa pesa yake mwenyewe kwenda shule driving kujifunza kuendesha gari, lakini anaogopa kutumia hilo gari. Kila nilipokuwa nakitaka kuendesha hili gari, nilikuwa nawaza kufa, nawaza kugongwa, nawaza ajali. Yani kawa muoga, muoga, muoga. Mimi kuendesha gari kwangu kukawa ni mtaani tu, ambako hata siwezi kuingia katika barabara kubwa za lami. Lakini baada ya kukaa sana katika hali ya kufanya meditation hujua meditation inasaidia kuondoa hata uoga katika maisha yako. Nikafanya meditation, nikapata kujua kuwa mimi nina uwezo wa kufanya kitu chochote kwa kuwa nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Basi siku moja uoga wote ukaniondoka. Nikasema mimi leo nachukua ile gari, nilikuwa na saiti yangu moja huko eneo. Nikachukua gari nikaondoka, nikaelekea hadi huko saiti. Kwanza mume wangu alishangaa sana. Akasema leo kuna nini? Mm -hmm. Nikafika huko site nikafanya vitu baadaye nikarudi. Lakini katika kule gari nilikuwa naendesha, yani nilikuwa nipo kama robot, nimeganda, nimeshika steering, yani upo unaogopa, yani augeuke pembeni au fanye nini, kwa sababu gani ya uoga. Lakini baadaye nilipoendelea kufanya hii kuendesha kila siku, ninapoendesha napoendesha ndipo ambapo nikapata u confidence, nikapata ujasiri huu kuendelea kuwa mwendeshaji hodari mwendeshaji mzuri sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, kwanza kabla ya wote, na kukumbusha, usisahau kusubscribe hapa RFK TV Online, usisahau kulike na kushare hii video kwa watu wengine, pamoja na kucomment. Hebu comment, eleza chochote ambacho unaona kimekupendeza katika video hii, au ambacho unataka kiboreshwa katika video hii. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tokea hapo mimi nikawa sio mwoga tena, nafanya vitu vingi sana sana bila ya uoga, kwa kuwa mimi nao uwezo na Mungu. Kwa kuwa alifanyaje? Alituumba kwa uwezo, akatuambia tukatawale, tukaijaze hii dunia. Kwa hiyo hata wewe mtu wa Mungu ambaye unanitazama muda huu, na wewe pia unazo hizo nguvu, na wewe pia unaweza kufanya kitu. Hebu fanya kitu kile ambacho kila siku ulikuwa nakiogopa kukifanya Utakapokifanya leo, utakapokirudia kesho na kesho kutwa, ndipo ambapo utapata ujuzi zaidi wa hiko kitu, ndipo ambapo utakuwa wewe mbobevu katika kitu hiko. Kwa hiyo daima tusiogope kufanya vitu. Unataka ufanye biashara fulani, hebu fungua hiyo biashara ifanye. Unataka kufanya kazi fulani, hebu fungua hiyo kazi ufanye. Tusiogope, tusiogope, daima tuendelee kuwa tunajaribu kufanya vitu. Utakapofanya ndipo ambapo utapata ujuzi. Usiogope o oh, watanicheka watu. Usiogope o oh, watanionaje hawa? Usiogope oh, siju kitakuwaje. Hapana, utakapokifanya, baadaye, utakapokuwa umekuwa mjuzi zaidi wa kitu hiko, hawa watu wengine ambao walikuwa wanakukatisha tamaa, walikuwa wanakucheka watakupenda wenyewe, watajuta, watasema kwa nini na sisi hatukufanya kitu hiki. Kwa hiyo, mtu wa Mungu, ili somo leo likawe chachu kwako ukawe mtu ambaye auogopi kufanya vitu ambavyo vitakuletea mafanikio, sio kufanya vitu vile ambavyo havileti mafanikio, ambavyo vinamkosesha Mungu, ambavyo vinakutenga wewe hata na jamii yako. Hapana, fanya vile ambavyo unajua viko sahihi na Mungu anavipenda hivyo vitu. Asanteni sana watu wa Mungu. Ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja daima inakuwa hapa Aiwani saa nane kamili mchana kila Jumatatu mpaka Ijumaa. Mtu wa Mungu, usisahau kusubscribe, comment, like na kushare hii video. Vingine Mungu wetu anatupenda sana, na sisi tumpende, tumheshimu na tumjali daima. Usiogope. Asanteni sana sana sana sana.